Tazameni huyu mwanaume alivyopendeza. Black Boy, mbona umependeza hivyo? Kawaida mama yangu. Umependeza sana kama kawaida yangu, si unajua tena, mimi unanichanganya ujue. Haya, unakwenda wapi? Naenda kwenye semina. Mbona ghafla? Semina gani? Tuna semina pale ya Tichazungu kuwaelekeza watu namna ya kudownload application ya Ticha Zungu Play Store ili wajifunze Kiingereza kwa Kiswahili. Ndio uvae kimalaya hivyo kama unakwenda club na soro, na soro. Sasa kwa nini hapa kuna tatizo gani mamangu? Usisemi na tu ya kawaida. Tatizo lipo. Umevaa kimalaya sana, umepiga. Message hizo. E, na soro message hizo. Message zinaingia kama mvua. Na soro, nani anakutumia message mfululizo huyo? Ticha Zungu akasema, "Wewe wahini kwenye seminar basi." Mate. Ticha Zungu. Lete, ha, Ticha Zungu. Hakuna. Leta simu nione. Simu ya nini Ticha Zungu? Anaenda kunichiti mchana kweupe, huyu. Hebu lete simu mwenyewe niangalie. Hebu acha mambo yako, mimi acha niwahi kwenye seminar. Anyway, potelea pwete. Njoo nikubariki babangu. Nataka kunibariki. Hey, njoo, sogeza kichwa babangu, nikubariki. Sogeza kichwa ni